Mwingine anasema asalamu alaykum, nauliza swali, ni ipi hukumu ya mke amepewa talaka rejea, yani ya kwanza au ya pili, mume anataka amrejee mke, ndo anakataa? Alhamdulillah, kama mume kama acha mwanamke kwa talaka ya kurejea, madamu ya eda hajaisha, mume atamrudisha huyu mwanamke, mwanamke atake au asitake, madamu eda hajaisha, hmm. au sema, notes bado hajaisha ndio. Bado yuko katika himaya ya mwanaume huyu, atamrudisha, atamshuhudisha wa watu wawili balig, watu wana heshima tosha kabisa. Wala yeye kama hataki sheria hii aiangalie yeye, manake bado katika himaya yake, bado katika himaya ya mumewe. hmm. mm. kama yeye hamtaki, tafute njia ingine, ende kwa kadhi, atafute faskhi, atafute kwa njia ingine, kama hataki ambe, lakini bado yuko katika himaya yake. Kwa nini nasema hivi? mwanamke